So, iko hivi. Mimi binafsi nilidhani kwamba mimi na wetu singeweza kumechi katika kuanzisha familia ama kuwa na ndoa kwa sababu mimi na wetu tulikuwa tunafanya shughuli ambazo sio nzuri. Hazi. Mama, zaidi yeye kunichukunua. Mimi sina shida naye. Tena mwambie mwana aache kunikosesha mimi amani. Tena mwambie awe na adabu. Wewe, huyu ni dada yako. Lazima umheshimu. Kwa nini unakosa adabu wewe mtoto? Ndio maana anasema wala matatizo.

Tutofautishe kati ya pesa na mapenzi. Kwa nini tusijaribu kujali hisia kwanza? Ili tutengeneze kesho yetu yenye kuwa na mapenzi mazuri sana, alafu pesa itafuata tu. Sio kila siku pesa pesa. Bwana. Kila mtu atajibeba. Hapo ndipo unapokosea na wanawake. Na ndio maana vijana wa siku hizi wamekuwa waelevu sana. Hakuna kijana anayeoa kwa kipindi hichi. Wengi wanaishia kuwazalisha tu. Na ukishazalishwa, hujaolewa, huwezi kudai chochote. Kwamba nigee vitu vyangu, si tugwane vitu, kitu hakuna kwa na kuna faida ya mtoto, mtoto tu napeana support kwenye malezi. Sasa shida inakuja pale kwamba hujapewa hela ya matumizi hapo, ah. <gibu> mbona unajaza kurasa za insta peji za udaku zote zitajaa, kwamba sijapewa sapoti ya mtoto, sijahudumiwa. Hivyo mlivyo wanawake mm. <gibu> kwa hiyo unanisomea leo, bosi wangu mm? Sio kwamba nakusomea. Hilo ni funzo tunakupa tamasha tapilini. Tuendelee na kazi, ndio kazi sasa. Shoga soko nini? Mama. Tunakuja wawakilishi tosha. Kwani mzee ana shida gani anaumwa? <sighs> Afaik, imbwa cha jasba. Mama hii sio sawa. Hivi, hasi atamchukuliaje? Na vipi kuswana pia? <sighs> Mkombe. Yaani nakuona wewe ni mtu mmoja jasiri sana. Wewe na mwanawana <laughs> Matias, kwa nini umefikia kuongea kitu kama hicho? Hey, eh, ni kwa jinsi mlivyompigania marehemu kwa moyo bila hata kulalamika. Abadani sio kitu kidogo. Matias rafiki yangu. Sasa unataka nimtelekeze mke wangu? Na hasa hasa ikiwa unampenda na yeye anakupenda. Eh, umelalamikia nani? Ni mke wako yule? Ni lazima ujitoe kwa uwezo wako wote na kwa hali na mali, ili kuweza kumsaidia katika hali ambayo anakuwa nayo, na hasa hasa pia katika mambo kama hayo, unakuwa umeingia kwenye wito wa Mwenyezi Mungu, kweli kabisa eh. Na nikuambie kitu Matias, hmm. Mambo mengine Mwenyezi Mungu huwa anakufanyia ili uwaone wanakuzunguka wana roho gani. Hapo ndio utajua, na ni mbaya na ni mzuri na ni mkweli na ni mwongo, wengine ni mahasidi tu pale, lakini utaona kutokana lile tendo ambalo Mungu amekupa ule mtihani ambao Mungu amekupa kaka, hilo lipo wazi kabisa. Haya, sawa. Subiri na siku likukute, kisha watu wabaki kwenye manyumba yao na wanalinda mm. Hata hivyo, ni kushukuru na wewe Bwana Matias. Kusema ukweli umekuwa binadamu wa aina ya pekee yake. Umenisaidia kwa hali na mali. Umenipeleka kila ambapo ninahitaji kwenda. Umenichangia kila kitu kinahitajika bila kudai hata sento tano. Na labda kama ungekuwa huko katika kugombania kitu cha ufani kwenye siasa, ningefikiri hivyo labda natafuta kula Zanzibar, lakini hapana. Umejitolea mwenyewe kwa ridhaa bila kuwa na malalamiko wala bila kusema chochote cha ajabu kwa kweli nakushukuru sana <laughs> asante. Hiyo mm. yote inatokana na kushibana tu. Ni kweli kabisa, kweli kabisa. Lakini mm. mm. pamoja na yote hayo kuna siku moja nitakuja kukuelezea historia yangu ambayo inahusiana na haya yote ninayokufanyia. Matias, hapo unanichanganya <laughs> stori yako wewe ihusiane na haya ambayo unanifanyia? Kweli kabisa, ndiyo.

Ndo mimi um, kwa sababu nimeona ndo mteja pekee ulikuwa hapo ndani. Asante na shukrani. Hivi, unaweza ukaenda moja kwa moja kwenye Nataka kujua tu kwamba kama Natasha alipotea siku zilizopita. Kwa kwanza ilikuwa siku ya kwanza ya familia yake inaanza kumtafuta. Maji shingo. Maji, maji, maji, maji, maji, maji. Maji shingo. Maji, maji, maji, maji. Maji shingo. Maji. Kwa hivyo, nini umeniuliza hivyo? Mimi nilijua kupitia baba yake. Unakaribia na baba yake? <coughs> Sikiliza, kaka. Ukitaji kujua karibu wa mimi na baba yake. Ungemfuta baba yake ukamuuliza. Kwa nini unaulize mimi? Grace. Unajua majibu ambayo na majibu hiyo yatakuwa na majesho yake ya baba. Naomba tusitishane kaka. Na kwa nini unihisi mimi ndio nilimtaka Natasha? Mimi, wewe na familia ya Natasha. Bado tujui Natasha yuko wapi, tunamtafuta. Umejuaje kama Natasha ya neti? Sikiza nikwambie kaka. Ukiisi kama mimi na makosa. Basi endelea kunitafuta. Na ukiona mimi na makosa kwa maongezi tunayoongea hapa, Basi achukue kama ushahidi wa mahakamani. So, sawa. Eh? Nakutakia kazi njema. Hmm. Naona mimi ndo nimemteka Natasha. Hansi, baba hajakwenda. Yeah, na mimi nilijua tu hawezi kwenda. Kwa nini? <laughs> Si unajua tena wana mambo yao wenyewe, wanajuana wenyewe hivyo. Na kitu chochote ambacho nakijua, labda mimi najua mambo mengi sana, lakini waspendi kuyafuatilia. And by the way uh, walifika hospitalini pale na wakaja wakachukua mwili. Kwa sumbua, nikaona tu kwanza nikaa kimya. Sasa uni kama itakuwa mbaya, watakuwa wamefika kule, wako peke yao, sisi hatujafika. Uh, marafiki zangu baadhi zabibu. Sa, mambo poa. Hivi kweli mshikaji wangu wewe ndio kunipita pale dukani unashindwa hata kunisalimia. Mshikaji, umeanza lini wakati ulishavunja kila kitu baina yetu? Oh. Hey, unakaza akili au unajisahulisha? <laughs> Sabibu wewe ni kweli kuzungumza hayo mambo. hmm? Nadhani umesahau Komba, mimi ndo chanzo wawewe kuwa na dhambi. Oh. Eh, kwa kwa sababu mimi na wewe tulikuwa na uhusiano wa kimapenzi oh. Sawa, ndio, asante sana. Kwa hiyo unayofanya haya ni kwa ajili ya kunilipizia mimi, si ndio? Ukitaka ionekane hivyo pia ni sawa. <coughs> Okay. Vipi lakini? Nyumbani kwema uko wazima? <laughs> Nadhani unapajua. Nje ya nyeupe, haina nyasi, haina matuta. So una... Okay. Huh? Sawa. Lakini sikuoni kama uko poa, hauko sawa kabisa, brother. Wanaume tunapitia mengi sana, lakini kikubwa ambacho nasimama mpaka leo ni kile kitendo tucha kuitwa Grace ananisumbua sana. Hmm. Na Akiniandama mno, isitoshe ana mimi na yeye, sasa hivi tuko kwenye good times kwa muda mrefu, na hata nikipiga simu zangu hapokei. Kwa hiyo kwa fupi, niko na vita ya kihisia ndani kwa ndani, yani inachanganyikiwa. sana. Mimi nakutuma baba. Uende kwa mwenyekiti pale. Unajua hapa tuna msiba. Tia msiba mzito. Ndio mzito. Hmm? Na tunazamia kuzika. Kwa sasa, nenda pale umwambie mwenyekiti umetumwa na mzee Mwikombe barua ya kibali cha kupata eneo la kuchimba kaburi kule na kuzika. Lakini hapa tuna wageni wengi watakuja kwa ajili ya msiba huu. Wana kijiji. Lakini bado watoto wangu watotoka Dar es Salaam na wageni wao. Sasa tuwezi kukaa na jua namna hii. Sasa mwenyekiti alinaahidi kwamba ukienda pale utapata maturubai najuimba kabuli na kuweza ukisha, ukishajua uzaifu sasa unatakiwa amue hapo ndipo moyo wangu sawa, na vile vile upande wa pili nashindwa kumwamulia mabaya. Yes, yani kuna muda anatamani hata nimzibue mzibue yani, ili mradi tu akae mbali, lakini nashindwa yes. Na huo ndio udhaifu wangu na nahisi hiki ndio kitu ambacho yeye ameshakijua meenelea vizuri, kwa hiyo anatumia hiki kosa na kuomba tafadhali. Bado ningetaka unifafanulie, kitu gani ulijuaji kwa baba hatiumezisha? Oh, ni kwa sababu ya Natasha. Ana nini Natasha? Sio mtoto halali wa Mr. Mwenda. Wao wamekuja ya kwa sababu nilipofika hapa nilipata habari kwamba kuna ajali saidia katika mm -hmm. <laughs> hiyo kazi na kwa mm -hmm. vile wewe ulibidi utoke mchana, kwa hiyo unaona kwamba wakusaidie oh. <laughs> Asante dokta, wakunijali sana sana chief, na nakusikia kwenye hilo tu kwa ajili ya hiyo dharura tu. Basi ah, silikwambia kwamba nilikuwa hapa nimepata habari tukiwa hapa uh -huh. Eh, tumalize hili jambo sababu kuna emergency uh -huh. Halafu tutakuwa na kikao kidogo. Basi mimi nikaendelea na majukumu. Miaka kama minne iliyopita nikiwa natoka kazini kurudi nyumbani. Vipi, yuko wapi Neema? Nataka ni saini mitoke. Kweli, paka kitoka panya utawala. Sasa uliambiwa ni hospitali yangu hii, lakini kumbuka, unachokifanya leo tamasha na utakuja kufanyiwa hivyo hivyo. <laughs> Kwa nitakuja kufungua na mimi hospitali, kwa umalizika kutumwa maisha yako yote, si ndio? Kwa unafikiri siku moja kwamba utakuja kuwa mmiliki wa hospitali, sio? <laughs> Basi tufanye hivyo. Sisi wengine tuwe wafanyakazi wa kawaida tuwe wafagiaji tu alafu nyinyi mwe wamiliki. Hatuwezi wote tukawa mabosi. Yaani wewe kwa akili yako hiyo utaendelea kufagia kwenye hospitali mpaka unakufa, Hansi. Mimi sioni makosa Natasha katika hilo mpaka tumchukie. Well, hata mimi baada ya kutafakari sana nimegundua hakuna haja ya kumchukia, mimi binafsi simchukii. Kwa kweli hata mimi simchukii kabisa katika hili Ijapokuwa japokuwa mwanzo nilikuwa nachukia hivi. Natasha mwenye anajua yeye kujua kuhusu kwamba yeye ni mtoto wa mzee? Of course anajua, na hiyo ndio sababu kubwa, moja mojawapo iliyopelekea aondoke nyumbani. Lakini kwani mapema Humphrey, hata ningekuambia usingesaidia chochote. Uwezijua bwana Labda kesho naweza nikaamka bos. Ah, sema ni bosi wa wafagiaji <laughs> yani wewe ukawe bos, yani hata ao wafagiaji wezi kuwamiliki wala kuwa kontrol kama wafanyakazi wako, ikiwa wewe mabosi wametoka nawe mfanyakazi unatoka, alafu uje kuwa bos? Hilo swala litowezekana. Labda uendelee kubadilishiwa mabosi tu kwenye hii ofisi, we uendelee kufagia mwanzo mwisho, yani mpaka tunakutia kwenye sanduku <laughs> na kwa vile hiyo siku natiwa kwenye sanduku, wewe utaendelea kuwa unalandalanda, unatumwa, ambaye hata una ofisi mpaka hivi leo. Basi sina shida, maana nilifikiri kwamba wakati mimi natiwa kwenye sanduku, basi wewe utakuwa labda bosi au labda dokta eh. Bona siku zako zinahesabika kwenye hiyo ofisi. Hivi, kwa nini mzee aliweza kunilea mimi ambaye sio damu yake kabisa? Ashindwe kufanya hivyo kwa Natasha. Kuna point moja kubwa sana unaimis hapa Humphrey, wewe ni mtoto ambaye mzee amekuadapt kwa, kwa mapenzi yake, alafu Natasha ni mtoto wa mchepuko ndani ya ndoa. Think about it. Hata kama hivyo ndo kunaambia mzee uko clean. Unajua wakati mwingine haya mambo jinsi yanavyokwenda ni kama kuna malipizi hivi revenge, na ndio maana nikakwambiaje, haya ni kama maji ni kina kirefu kwao, kisha pima, unatakiwa utumie busara katika kuamua, na hapo ndipo binadamu tunatofautiana. Natofautiana, nimesha kuelewa ambacho anataka kuzungumza

Unasema kweli. Ukweli kati ya ninachokidhani au kwa macho yangu? Ya. Najua lakini hatukuwa tukifanya chochote Maji ya shingo

ni uongo mtupu, uwasherati na vizazi vingi, usijeuka haa